Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa, watu wa Mungu. Aa, ni wakati mwingine tena leo hii wa kupitia kitabu hiki cha Mwanzo aa, katika sura yake ya nne. Kumbuka hapa tunaisoma Biblia sura hadi sura mpaka pale tutakapoimaliza, lakini pia tunakuwa na mahubiri mafupi na mafundisho mbalimbali mbali ya neno la Mungu. Leo kama unavyofahamu tunaingia katika sura yetu ya nne ya kitabu cha Mwanzo. Ni kweli inawezekana ukawa wewe hupati wakati mzuri sana wa kusoma neno la Mungu, lakini kama unapitia YouTube, basi hii ni sehemu sahihi ya kusoma neno la Mungu kwa sababu tunalisoma kama lilivyo. Leo ni Mwanzo sura ya nne. Tupe sikio lako, ili uweze kuisikiliza somo hili mwanzo hadi mwisho, na wewe uweze kujua ni kitu gani kimeandikwa humo. katika sura hii ya nne ya kitabu cha mwanzo inaanza kwa kusema Adamu akamjua Hawa mkewe. Tuombe. Asante sana Mungu wetu kwa wakati huu mwingine tena, tunajisikia furaha sana kupata wakati wa kusoma neno lako. Tunapata furaha sana kwa sababu tunapata wakati wa kutafakari neno lako lakini sasa Mungu tukuombe kitu kimoja. Kulifahamu neno peke yake haitoshi, tunahitaji kuliamini neno kwamba linatoka kwako na neno lako ni amini na kweli. Hebu tunaomba ututie nguvu, ninayewaletea na hawa ninaowaletea, pia msikilizaji anayesikiliza somo hili, na kuomba Mungu kwa namna ya pekee uweze kumpa Roho wako Mtakatifu, mvuvie Roho wako Mtakatifu kwa namna ya pekee sana aweze kulifahamu neno hili aweze kulisikia na liweze kumtia nguvu. Inawezekana anasikiliza akiwa katika ofisi yake, inawezekana anasikiliza akiwa yuko kwenye gari, akiwa yuko kwenye usafiri, akiwa yuko shambani, akiwa yuko kwenye mazoezi na maeneo mbalimbali. Mungu wa mbinguni, sisi ambao ni dhaifu sana wanadamu, tunaomba Roho wako Mtakatifu aweze kututia nguvu kulipenda neno lako na kuliamini kwa sababu kulielewa pekee haitoshi Tutie nguvu tuliamini neno hili na tuliishi neno lako. Namwombea sana msikilizaji, namwombea sana na mfuatiliaji, mpe heri, lakini si yeye, hata mimi mtumishi wako, naomba uweze kunibariki na kuniongoza katika hili. Karibu uwe nasi sasa tunapoanza, hadi mwisho. Maana tunaomba kupitia jina la Yesu Kristo, amina. Msikilizaji, hiki ni kitabu cha Mwanzo sura ya nne. Tunaanza mstari wa kwanza, anasema Adamu akamjua Hawa na mkewe, naye akapata mimba akamzaa Kaini, akasema nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza tena akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunja maana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunja maana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali? Usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini Yapasa wishinde. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa walipokuwapo uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye, akamuua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa, umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapoilima ardhi, haitakupa mazao yake utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. Tazama, umenifukuza leo katika uso wa ardhi. Nitasitirika mbali na uso wako. Nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Hata itakuwa kila anionaye ataniua. Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo, yeyote atakaye muua Kaini atalipizwa kisasi mara saba. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amwonaye asije akampiga. Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana. Akakaa katika nchi ya Nodi, mbele ya Edeni. Kaini akamjua mkewe. Naye akapata mimba akamzaa Henoko. Akajenga mji akauita Henoko kwa jina la mwanaye. Henoko akamzaa Iradi. Iradi akamzaa Mehuyaeli. Mehuyaeli akamzaa Methushaeli. Methushaeli akamzaa Lameki. Lameki akajitwalia wake wawili, jina la wa kwanza ni Ada na jina la wa pili ni Sila. Ada akamzaa Yabali, huyo ndiye baba yao wakaao katika hema na kufuga wanyama. Na jina la nduguye aliitwa Yubali, huyo ndiye baba yao wapigao kinubi na filimbi. Sila naye akamzaa Tubal Kaini. Mf, mfua kila chombo cha kukatia cha shaba na cha chuma. Na umbu lake Tubal Kaini alikuwa Naama. Lameki akawaambia wake zake, Sikieni sauti yangu Ada na Sila. Enyi wake za Lameki, sikilizeni usemi wangu, maana nimemuua mtu kwa kunitia jeraha, kijana kwa kunichubua. Kama Kaini akilipiwa kisasi mara saba, hakika la Meki atalipiwa mara sabini na saba. Adamu akamjua mke wake tena akazaa mwana mwanamume, akamwita jina lake Seti, maana alisema Mungu ameniwekea uzao mwingine mahali pa Habili, kwa sababu Kaini alimuua. Seti naye akazaa mwana, akamwita jina lake Enosh. Hapo ndipo watu walipoanza kuliitia jina la Bwana. Mwisho wa kunukuu. Mpendwa mfatiliaji wa Mungu Tumaini, channel yetu hii tamu kabisa ya neno la Mungu, ikiwa umesikiliza kuanzia mwanzo mpaka hapo nilipoishia, ina maana kwamba kwa wakati huu umesoma kitabu cha Mwanzo sura ya nne yote. Kama umesikiliza mwanzo mpaka mwisho, basi kaa katika hali ya kutafakari na kujiuliza maswali. Unaweza kutoa maswali mbalimbali mbali hapo chini katika komenti, ili tuweze kujadili na kujifunza neno la Mungu. Hiyo sehemu ya komenti ndio sehemu ambapo tunakutana kwa ajili ya kujadili mambo kadha wa kadha kuhusiana na neno la Mungu. Inawezekana ukawa na maswali hapo chini, basi toa komenti tuweze kujadili maswali kuhusiana na neno la Mungu. Inawezekana pia ukawa una ushauri na mambo mengine kama hayo, basi endelea kutupa hapo ili tuweze kujifunza na kujadili kwa mara nyingine na kujadili katika hali ya ukubwa. Mimi nashukuru sana kwa kufanikiwa kuileta sura ya nne hapo. Tuendelee kuombeana mpaka pale ambapo tutakapoimaliza Biblia nzima. Tuombe. Asante Mungu wa mbinguni kwa kutusaidia sisi katika wakati huu kuisoma sura ya nne ya kitabu cha Mwanzo, tunakushukuru sana. Tuna nia ya kulijua neno lako, tuna nia ya kukufahamu zaidi basi tunaomba Roho yako Mtakatifu awe na sisi ili azidi kutufundisha, tusibaki kuelewa tu, lakini hatukumbushe kutenda yale ambayo tunastahili kuyatenda. Zikuze imani zetu, kwa sababu imani ndiyo kila kitu. Kusoma na mambo mengine yote havina maana kama tutakuwa hatuna imani kwako. Tupe kukuamini wewe na Yesu Kristo uliyemtuma, tupe kukuamini wewe na matendo yako, tuambie kwamba wewe ndiwe mwanzo na wewe ndiwe mwisho. Tupe kukuamini hivyo, imarisha imani zetu, maana tunaomba hivyo tukitegemea kupitia jina la Yesu Kristo amina. Msikilizaji, na kufikia hapo, hatuna la ziada tena sana katika sura hii ya nne, siku hii ya leo. Zaidi sana ni kukumbusha tu kwamba usiache kubonyeza subscribe ili uwe mwanafamilia wa kujifunza Biblia, lakini pia vile vile usiache kushare ili na wenzako waweze kupata. Lakini unapokuwa na swali, usiache kutoa komenti hapo chini, kuandika swali lako ili tuweze kulijadili kwa pamoja. ebwana kufikia hapo ni watakia kila la heri na siku njema. Mwenyezi Mungu awabariki sana, na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sisi sote sasa na hata milele. Amina.